Hakuna marefu yasiyo na ncha, ni msemo wa Kiswahili ambao pengine mwaka mpya wa 2025 wananchi wa ukanda wa Gaza wasingeuamini kabisa, kwani waliuanza mwaka mpya kwa makombora kuendelea kurindima kila mahali, huku amri za kuhamahama zikitolewa. Lakini mwaka huu wa 2026, ama kweli wahenga wameaminiwa, marefu ya vita yamefikia ncha na nchi imeonekana pale sitisho la mapigano lilipofikiwa hapo mwaka jana wa 2025. Sasa mwaka mpya ukianza, wananchi bado wanakabiliwa na changamoto za ugumu wa maisha baada ya vita, lakini mwanga wa matumaini unaonekana. Sauti sasa ni za watoto wakicheza, Wapalestina wa waliokimbia makazi yao au wengine ambao makazi yao yaliharibiwa wakati wa vita kwa sasa wanaishi katika makazi ya muda ya wakimbizi wa ndani na wanaendelea kuwa na matumaini kwamba mwaka mpya unaashiria mabadiliko makubwa katika maisha yao. Ni mabadiliko gani hayo? Embu kwanza tuanze na kuwasikiliza wakina baba hawa, Kamal Abu Sheish na Akram Abu Sala. tunatumaini Mungu atatulipa fidia kwa ajili ya nyumba zetu zilizoharibiwa. Tulipoteza watoto wetu, wengine walijeruhiwa na tunamshukuru Mungu. Tunatumaini kwamba mwaka 2026 utakuwa bora kuliko mwaka 2025, na kwamba vita na mateso vitaisha. Kama inavyofahamika, katika vita wanaoteseka zaidi ni wanawake na watoto. Akiwa amempakata mjukuu wake, ameketi nje ya hema lake la msaada kutoka Umoja wa Mataifa Nama Alkawaja anasema mwaka elfu mbili na ishirini na sita, natumaini kupata matibabu nifanyiwa upasuaji na kuona siku njema zijazo. Pole sana kwa kuugua Nama. Na sasa tuwasikie wanawake wengine wa hapa Gaza nini wanatarajia kwa mwaka huu. Huyu hapa ni Wafaa Alkawaja, mkazi wa eneo hili Natamani tungeweza kuishi kama watu wengine duniani kote wanavyoishi. Leo watoto wetu hawana fursa ya kupata elimu wala kitu chochote kile. Makram Ahmad akiwa amesimama nje ya hema lake naye anasema inshallah, Allah natumaini, na tutarejea katika maisha yetu kabla ya vita na tutakuwa na hali nzuri, Mungu akipenda Alhamdulillah. Binoha Abu Amsha ana matumaini ya furaha. Tunatumaini kwamba mwaka huu wa 2026 utakuwa mwaka uliojaa furaha na fanaka, kwamba wanajeshi wataondoka kabisa katika ukanda wa Gaza na kwamba watu watarudi katika makazi yao. Hata kama tukirudi kambini, tutaishi kwa usalama na utulivu. Naye Shifa Abu Halima anasema Inatosha kwamba kwa tunaishi kwenye mahema na yanazama kwa sababu ya mvua, na hakuna mtu anayetuhurumia. Hatuna chochote, hata nguo hazipatikani. Bi Umrabi Almalash, mkazi wa Gaza, anamalizia kwa kutuma ujumbe kwa dunia akisema kuwa Dunia lazima iungane na wananchi wa Palestina ambao wamepitia mateso makubwa. Tusaidieni kujenga upya Ukanda wa Gaza kufikia amani na kuwa na taifa ambapo tunaweza kuishi kwa amani na usalama, aman. Ama hakika, inatosha, madhila yametosha, na juhudi za kidiplomasia zinaendelea kuhakikisha Gaza kuna amani ya kudumu.